Ina maana kubwa sana kwa sisi ambayo tunataka kushiriki meza Bwana hii. Sio e, neno la Mungu ambalo litahubiriwa hili, nawakumbusha lile ambalo tulikubaliana siku ile, nasema tafuteni kwa, kwa, kwa, kwa bidii kuwa na amani na watu wote wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa, kwa bidii kuwa na, na amani na watu wote kitu ambacho kinanishangaza ni ile bidii welye ndo so, ginagara engas na nanywara sio kutafuta tu amani meenging'orunoro eseriani kutafuta kwa na amani na watu wote pingoro e, pe akole seriani warung'ana powagini lakini kwa bidii kaketenywara sasa, hapo kwenye bidii kwa maana mimi nilienda kutafakari kama tulipo kubaliana olaioalinanyuara nalonanua eberiberikanaveegikubaliana nikagundua kitu kimoja cha maana sana nadamu ambaya nabo eriva role kuna watu hata ufanye nini hauwezi kuwa na amani na keeraerunganabakinyanidasambaye megwake le seriani lakini, umeagiswa <laughs> ongeza bidii

Mungu ni wa utaratibu. warangaiya nuru. Sisi tumekimbia hapa, tunahitaji meza Bwana, tunataka mambo mengine, tunataka maombi. kiwrikitiaewujamukiadasinyari ni nikionguleokigu mono kuna, kuna maelekezo ambayo tunapewa na Mungu. aegeaaingabarakinoro nuru kuwa na amani na, na, na, na, na, na, na watu wote. peek watu llesernapog kuna watu hawapendeki hata ufanye nini.